Chama cha Mapinduzi CCM kimeendelea kuwa muhimili mkuu wa siasa nchini Tanzania tangu kuanzishwa kwake mwaka 1977 kufuatia muungano wa tano na ASP. Kwa miaka mingi, chama hiki kimeweza kudumisha uongozi wake kutokana na misingi ya umoja, mshikamano na nidhamu ya ndani ya chama. Hata hivyo, hali imeanza kubadilika kadri miaka inavyosonga, ambapo mivurugano ya ndani imeanza kuibuka na kuhatarisha uthabiti wa chama hicho tawala. Ni chama cha mapinduzi. Nitakufundisha kitu kwenye Chama cha Mapinduzi. Ukiwa umenyooka hivi, yaani umenyooka hivi rula, inasubiri mambo manne wanaweza wakakufanyia wahuni, kwa sababu wahuni wapo kwenye CCM pia. Shida yao tu hawafanyi maamuzi, majungu, wanalogana, ushirikina. Basi hatujawahi kuanguka kwa, kwa sababu ya upinzani. Tunaanguka kwa sababu ya kuzungukana. Hivi karibuni kumeshuhudiwa sintofahamu miongoni mwa wafuatiliaji wa masuala ya siasa za ndani kutokana na ujio wa helikopta katika mkutano wa chama hicho bila viongozi wa juu wa CCM mkoa wa Kilimanjaro kufahamu dhima yake katika mkutano wa hadhara uliofanyika Manyema mjini Moshi. Helikopta ambayo haikufahamika mara moja namba zake ilitua na kuufanya umati wa watu kukimbilia eneo iliyokuwepo, huku jeshi la polisi pamoja na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurudini Babu wakisalia na sintofahamu. Hata hivyo, baadaye ilikuja kufahamika aliyetengeneza mpango huo kuwa ni diwani wa CCM kata ya Boma Mbuzi Juma Rahibu, ambaye ni meya wa zamani wa manispaa ya Moshi. Juma Rahibu alikiri kuitumia kuhamasisha watu kufika katika mkutano huo. Kwa upande wake katibu wa siasa na uenezi wa CCM cmu mkoa wa Kilimanjaro Ibrahimu Urio alikaririwa akisema helikopta hiyo haikuwa na nia mbaya, bali mawasiliano ya namna itakavyoshuka yalichelewa licha ya kuchukua takriban dakika zisizozidi 15. Lakini minong'ono ndani ya chama hicho haikupoa, kwani wapo walionyoosha kidole cha lawama kwa Juma Rahibu kwamba amekosa adabu kutokana na uwepo wa uongozi wa kitaifa mahali hapo. Aidha, mbunge wa Moshi mjini Priscus Tarimo alipopanda jukwani aliibuka na hoja tata kuhusu mivurugano iliyopo ndani ya chama, huku ikionekana wazi kujibu mapigo ya Juma Rahim na helikopta yake. hajatuma mtu, maana kuna watu walishakuonyesha mpaka namba, hapo akasema ametumwa. Sasa kwa sababu hajatuma mtu, uwanja uko wazi twende tukapambane. Na mheshimiwa mwenezi, wewe ulikuwa mkuu wa mkoa hapa 2015 mimi nikiwa katibu mwenezi, tulichapa jaramba hapa, tulipata tulichokipata. Hatujawahi kuanguka kwa sababu ya upinzani, tunaanguka kwa sababu ya kuzungukana hizi zilizopigwa hapa zikafukuze roho ya kuzungukana. Moshioye mchambuzi wa siasa aliomba kutotajwa jina lake kwa sababu za kisiasa, alisema Juma Rahibu ni diwani na Prisco Stalimo ni mbunge. Inapotokea mnyukano kama huo, jamii huathirika kwa njia nyingi, kiutawala, kisiasa kijamii na hata kimaendeleo. Ninanukuu, viongozi wenye hekima hutumia tofauti zao kama fursa ya kujifunza na kuboresha huduma badala ya chanzo cha mgawanyiko wa kudhoofisha maendeleo ya jamii. Na hiyo ndiyo sababu kila mwanasiasa anayepanda jukwani anamnadi Rais Samia Suluhu Hassan na kusifia tu, tofauti na awamu zilizopita kabla ya mwaka 2015 pindi waliposimama majukwani. Maneno ya mchambuzi huyo yanashabiana na Jaji Sinde Warioba kuhusu wanaokosoa ndani ya Chama cha Mapinduzi, wanapoonekana ni maadui, hivyo mivurugano kuzidi na CCM kupoteza sura yake na maswali yale kwa magumu. Wakati mwingine, kuna wakati fulani nilikuja nikakuta kuna vijana wahadhiri, vijana wakali kweli kweli, waliniweka kiti moto, na moja alikuwa Profesa Kabudi <laughs> akiwa na wenzake Dokta Mvungi, Harrison Mwakende, Agre Mulimuka. Walikuwa wanauliza maswali magumu, sikuchukia actually, wote walikuja kuwa marafiki zangu, na hiyo ilikuwa inasaidia. Siku hizi kuna kule kuogopa kuna kusifu, yani kusifu kumekuwa kwingi na usiposifu unaonekana. Kuna wakati mmoja alikuwa anasikiliza bunge, kulikuwa na debati fulani ilishangaza. Kila mbunge, kila mbunge aliyezungumza hakuchukua dakika mbili tatu bila kumtaja rais wote unaofikia wakati fulani hawa ni wawakilishi wa wananchi exactly. Ama ni watetezi wa. Nasema good governance, lazima tuimarishe taasisi zile ambazo zina checks and balances, lakini tunaogopa kulisema. Katibu wa zamani wa itikadi uenezi na mafunzo katika Chama cha Mapinduzi, Humphrey Polepole anadiriki kuwataja wanaovuruga ndani ya chama kwa kuwaita wahuni. Polepole pole anafafanua neno hilo: wahuni walioko CCM hutumia mbinu gani dhidi ya wasema ukweli wa dhati ndani ya chama hicho? ni chama cha mapinduzi. nitakufundisha kitu kwenye chama cha mapinduzi, ukiwa umenyooka hivi, yani umenyooka hivi, lula inasubiri, mambo manne wanaweza wakakufanyia wahuni, kwa sababu wahuni wapo kwenye CCM pia kwenye vyama vingine labda wamejaa kabisa, lakini wapo wahuni kwenye Chama cha Mapinduzi, na mimi nimeshiriki na wenzangu kwenye uongozi kupambana nao na mm. Umesikia sasa hivi viongozi wetu wanahangaika kusema wahuni wasivuruge uchaguzi wa mwaka kesho, uchaguzi wa chama. Mambo manne watakufanyia ukiwa umenyoka, na mwana sisi mwelote na yasema haya nanielewa. La kwanza, watakupiga fitna. Fitna ni kupeleka maneno ya uongo na nini kwa viongozi mm. La pili, wakishindwa fitna La pili, la kwanza fitina, la pili utashushiwa zengwe. Zengwe linatengenezwa skendo, linatengenezwa skendo, linatengenezwa skendo lisilokuwa na kichwa wala miguu, skendo linashushwa shushwa. la huu la tatu mm -hmm. la tatu, la tatu utalogwa, unakufa, unapigwa stroke hivi hivi. Kuna uchawi ndani ya sisi umenele sio kwenye siasa, watu wanaloga hmm. na ndio maana tuko baadhi yetu ambao tunaamini ili kutoboa ni lazima mtumaini Mungu wetu wa mbinguni. ya yani, nne watakuja wajaribu kuku kukuumiza, kuwa makini kila siku na, nimekuwa nikiaswa mi sizululi ovyo, sitembei usiku kwa sababu kuna watu wanataka kunivizia. Sasa vitu vyote hivi vimeshindikana. Kwa wadu wanatapata hapa tu hivyo wanatapata hapa hivi, but mimi niko vizuri. Hey, asikwambie mtu. Hatua ya Priscus Stalimo kujinadi mbele ya katibu wa itikadi na uenezi taifa Amos Makala na baadaye kuzipa baraka kauli zake, wachambuzi wa siasa za ndani wanasema ndani ya CCM kuna uwepo wa migogoro ya kiutawala na ukosefu wa mawasiliano thabiti ndani ya chama. Kwa muda sasa taifa limekuwa likishuhudia mvurugano baina ya mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda na mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo, ambao tofauti zao zimewafanya wananchi kushindwa kuelewa ni nani hasa anayepaswa kuaminika katika utekelezaji wa ahadi za maendeleo. Hapa Arusha jiji lenu hapa, diwani wenu, ushahidi huyu hapa. Hakuna mpango mpya mimi nilioleta, hakuna mpango Mipango yote nimeikuta. Shida yao tu hawafanyi maamuzi, majungu, wanalogana, ushirikina. Basi mwambie jirani yako akipandikiza chuki, wewe panda upendo. Mwambie jirani yako, hata kama unataka kugombea, njoo basi kwa utaratibu, usinyanyase watu. Tumeelewana. kuna haja ya kunyanyasa mtu? una haja ya kumwonea mtu? una haja ya kumnyanyasa mtu? jenga hoja zako, weka asira zako, muda ukifika, mpira utaweka uwanjani, watu wataamua. Arusha hoyo wakijinadi katika mkutano wa hadhara jijini Arusha majuma kadhaa yaliyopita mbele ya Amos Makala, sintofahamu ilizidi, huku wengine wakitabiri kuvurugika kwa mipango ya maendeleo, kupotea kwa muda, fedha na rasilimali Siwezi kuingilia ugomvi kila kukicha, ahadi maneno, ahadi maneno. Mimi nilipofika kazi yangu ya kwanza ilikuwa sio kupiga maneno, ni kupiga spana. Wanaochelewesha natakiwa kae chini, tumpe darasa ajue tulikotoka, ajue tulipo na ajue tunafanya. Mgongano huo ndani ya chama unatoa taswira ambayo inaonyesha udhaifu wa nidhamu ya chama na ukosefu wa mfumo wa utatuzi wa migogoro ndani ya chama hicho. Tukitaka kufanya siasa safi hapa mkoa wa Mara, ni lazima tuambiane ukweli. Kama ni jipu, tulitoboe, tukamua, tutoe kiini. Na mimi ningekuwa na uwezo, ningekuwa na uwezo, ningefuta kamati ya siasa ya Msoma mjini, ningefuta kamati ya siasa ya Talimbi mjini. It is fair fair. Mivurugano hiyo imekuwa na athari kubwa zinazoweza kukididimiza chama hicho kisiasa na kimaadili. Kwanza mivutano ya kiuongozi ndani ya CCM imeathiri sana muungano wa ndani ya chama. Migogoro kati ya makundi ya viongozi, kutokubaliana kuhusu uteuzi wa ugombea na nafasi mbalimbali mbali za uongozi kumesababisha migawanyiko na kuibuka kwa vikundi vinavyopingana hadharani na vingine vinapingana katika mitandao ya kijamii, jambo linalopunguza heshima ya chama mbele ya wananchi. Tujenge tabia ya kuwawajibisha viongozi wetu. Wengine wanaponisikia hapa nikisema kwamba ajeuz, unasema rais wa nchi ajz? Huyo rais wa nchi aliwekwa hapo na nani kama sio sisi wa Tanzania? Yani sisi wa Tanzania hatuwezi kumwambia mwajiri wetu mtu tuliyemwajiri kwamba hapo amekosea, tunataka kukuwajibisha no. Samia umevunja katiba ya Chama cha Mapinduzi. Hali hii si tu kwamba inapunguza umoja wa ndani ya chama, bali pia inatoa taswira ya chama kisichokuwa na mwelekeo thabiti wa kisera na kiutawala. Pili, mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi bila uwazi au maelezo ya kutosha yameongeza sintofahamu na mashaka kwa wanachama na wananchi kwa ujumla. Mfano halisi ni kujiuzulu kwa aliyekuwa Katibu Mkuu wa CCM Daniel Chongolo mwaka 2023, hali iliyozua maswali mengi kuhusu usalama wa nafasi za uongozi na namna chama kinavyoshughulikia masuala ya, ya ndani. Viongozi wanaoondolewa au kujiuzulu ghafla mara nyingi huacha ombwe la kiuongozi na kuibua mashaka kuhusu demokrasia ya ndani CCM, Suhasan, ya chama. Aidha, mwenyekiti wa CCM ndugu Dkt. Samia Suluhu Hassan amejulisha halmashauri kuu ya CCM taifa kupokea barua ya kujiuzulu ya ndugu Daniel Chongolo, aliyekuwa katibu mkuu wa CCM na kulizia ombi hilo. Tatu, CCM inakumbwa na changamoto ya kushughulikia malalamiko ya wanachama wake kwa haki na kwa wakati. Ukosefu wa mfumo thabiti wa kushughulikia migogoro ya ndani unaofanya wanachama kukosa imani na chama chao, na wengine kuhamia vyama vya upinzani au kujitenga kabisa na siasa. Askofu Gwajima ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Kawe. Askofu Gwajima ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Askofu Gwajima ni mneki na Askofu Gwajima pia ni askofu. Naamini kama ingekuwa ni sababu ya yeye kukemea utekaji, nadhani dani wangeanza kufukuza wanachama wa CCM kwanza wengine kwa sababu kwa sababu wanachama kwa huo, angepoteza sifa za kuwa mneki, angekosa sifa za kuwa mbunge. Ulegevu huu wa mifumo ya nidhamu na usuluhishi unazidisha migawanyiko na kuibua manung'uniko yanayoweza kuathiri mshikamano wa kitaifa wa chama hicho. Mivutano ya kisiasa kati ya viongozi wa sasa na wale wa zamani pia imechangia kuzorota kwa taswira ya chama mbele ya jamii. Athari ya jumla ya mivurugano hii ni kupungua kwa imani ya wananchi kwa Chama cha Mapinduzi kama chama tawala. Upinzani unaongezeka kwa kasi hasa miongoni mwa vijana ambao wanashuhudia mabadiliko haya kwa jicho la ukosoaji. Imani ikizidi kupungua, Chama cha Mapinduzi ikinaweza kukabiliwa na ushindani mkali katika chaguzi zinazokuja, jambo ambalo litaathiri nafasi yake ya kuendelea kuongoza dola. Kuna mjumbe mmoja wa kamati ya siasa anaitwa Asia, alikuwa yuko hapo Arumelwa, eti kwa sababu aenda kwenye ziara za mbunge wamemhamisha amempeleka kule Ngorongoro, lakini mpaka leo bado yuko imara, amebaki na msimamo wake ule ule kwa sababu Ngorongoro sio mbinguni, Ngorongoro ni hapa hapa. Halafu haya ni mambo ya mpito tu, tunakwenda kula za maoni zikiisha, uchaguzi ukiisha, maisha yanaendelea. Mivurugano ya ndani ya CCM imeweka katika hatari si tu uimara wa chama, bali pia uthabiti wa kisiasa wa taifa kwa ujumla, kama ambavyo Tibaijuka anavyosisitiza kuhusu mabadiliko ya katiba katika nchi mbalimbali hayakupatikana kirahisi, kutokana na vyama vilivyokuwa vikitawala kwa muda mrefu kusalia madarakani kwa muda mrefu hivokuwa vigumu sana kungoka kupata katiba mpya katika mazingira ya amani. Mtasubiri sana i na nanii, kama vijana hapa mwongodoke na hapa, mtasubiri sana. naidua dunia nchi chache sana zimepata katiba vila vita hii katiba ya Kenya hii mnayosikia imeandikwa ofisini kwanguku mlijui lakini ni baada ya kule Edoret watu wanauana wana, na wana, haraka kuliko hata Interahamwe Rwanda. Ikaonekana tunafanyaje, hawa watu wanamalizana. Kwa hiyo tukakaa sasa nyuma ya pazia, mambo yanavyokwenda. Lakini amendment hata hata, na hawa opposition parties, nilikuwa nawaambia akina H, nilikuwa na hawa vijana nimekuwa nao bungeni, nilikuwa nawaambia have your priorities, pick the low hanging fruit. Unapofanya kitu usitake kila kitu. Ukitaka kila kitu, utapata utapata chochote. Nataka tu kulifafanua hili kwamba sipingi amendments. Matatizo yapo haya mnayasema, yanarekebika by amendment ya katiba, kwa sababu katiba yetu, tulio, katiba yetu tulio nayo hii. Mtu yote, na rais anaweza akafukuzwa madarakani sasa, kama mfanyi huo, ni utamaduni. That is culture, and culture is supreme. Chama cha Mapinduzi kinahitaji kuchukua hatua madhubuti kurekebisha hali hii kwa kuimarisha mifumo ya usimamizi wa migogoro, kujenga umoja miongoni mwa wanachama na kuhakikisha uwazi katika uongozi. Bila kufanya hivyo, CCM inaweza kupoteza mvuto wake wa kihistoria na nafasi yake kama chama tawala, na hivyo kutoa nafasi kwa upinzani kama ilivyo sasa nchini Tanzania. Upinzani unaotokana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, unaoongozwa na Tundu Antipasilisu na wasaidizi wake akina Joni Heche na wengineo, yani chuma kikitoka ni balaa. Na walimweka ndani wakifikiri sisi tutakaa ndani tuendelee kulia. Mimi nimesema we mzee, kaa ndani, sisi tunawagonga huku nje. Gogonga wa, wangapi mnasema tuendelee na ziara? Tuendelee na ziara, ose mkono Joni wote mnaunga mkono. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, miaka sitini na tatu ya CCM imetosha. Hawana uwezo wa kubadilisha nchi.